oni kwa mama yake akaambiwa usipozaliwa mara ya pili. Kwa hiyo kuzaliwa mara ya pili ndio itakutofautisha wewe. miti haitaenda mbinguni, mawe haitaenda mbinguni, lakini ni yule ambaye ana spa ya divine life, na hiyo uhai pia unapatikana katika ubatizo na sakramenti ya tuweza. Na kwa hivyo ndiyo maana mitume wakari. fundishe na kuwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Ndiyo maana tendo la kwanza la kuzaliwa kanisa ni ubatizo. 3000 people wamebatizwa leo, ikiwa mwanzo wa kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Basi Ishara ya Roho Mtakatifu ndani yetu utazijua aje? Dalili za Roho Mtakatifu utajua aje? Sababu lazima pia tutafautishe, leo kanzi sita tu peke yake tumalize. Utajuaje una roho wa Mungu? Namba 1. njia moja ya kujua kwamba unaongozwa na roho wa Mungu ni wakati ambapo unatangaza imani yako bila uoga, boldness in your speech when witnessing your faith wakati

moja kwamba unaongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana tulipewa kwa imani. Kwa nini tulipewa kwa imani? Tuweze kuwa mashahidi wa Yesu. Kwa Yesu. Dalili ya pili ni kwamba wakati unapokuwa na Roho Mtakatifu unafukuza roho wote wa baya katika maisha yako wenye na kwa hivyo unapoongozwa na roho wa Mungu, roho wote wabaya, roho wote wapinga Kristo watafukuzwa. Tumeona hiyo kwa kwa Paul. Mungu ni mwema Paul, Acts chapter 20 tumeona